Tuelekea kaunti namba 40 sasa ambapo wakulima katika kaunti ya Busia wamehimizwa kukumbatia matumizi ya mbegu za kiasili na samadi isiyokuwa na kemikali ili kuzalisha vyakula bora. Wakulima hao pia wametakiwa kuhakikisha kuwa bidhaa zao zimesajiliwa na shirika la KEBS. Kwenye washa ya siku mbili iliyowaleta pamoja wakulima, wafanyabiashara wa mpakani, maafisa wa serikali ya kaunti ya Busia na washikadau mbalimbali katika idara ya kilimo na wale mpakani, shirika linaloshinikiza kilimo ikolojia la Pelham Kenya limewahamasisha wakulima kutoka maeneo mbalimbali ya Busia kuhusu kilimo hicho cha kutotumia kemikali na umuhimu wake. Kwenye washa hiyo ilibainika kuwa wakulima wengi na wafanyabiashara mpakani Busia wanatumia njia zisizo halali za magendo kwa kukosa ufahamu wa stakabadhi wanazohitaji zikiwemo zile za kuthibitisha viwango vya ubora wa bidhaa pamoja na kuhofia ada zinazotozwa mpakani. Na nafurahia sana kwa ajili ya training ambayo tumeweza kupokea hapa, kwa sababu imetufanya sasa zile changamoto ambazo tulikuwa nazo za kutokuwa na bidhaa ambazo hazijakuwa certified ya kwamba tukitoka hapa tunaenda kufanya nini? Tunaenda kuhakikisha kwamba bidhaa zetu zimekuwa certified, kwa sababu wameleta watu kutoka KEBS, wameleta watu kutoka sehemu mbalimbali, watu rewa, wa KRA wamekuwa hapa. Tunahimiza wakulima watumie ama ni chakula ya asili, mbegu ya asili wakati wanafanya kilimo, na pia wakati wanafanya kilimo watumie nile resources wa onazo ama ni samadi, kama ni utengeneza fertilizer, ama manyua wanatumia organic, na wale ambao wanafanya trade ya agroecology hapa Busia ibonda ya Busia na tunahamasisha wa mambo ya certification na zile requirement. Wakulima na wafanyabiashara wa vyakula walionufaika na mafunzo hayo wanatumai kuwa biashara zao zitaimarika. Changamoto ambayo tumeweza kuona kabla ya hii training ni kwamba tulikuwa hatujui tunapitia chorochoroni ili kuweza kata njia ya mkato ambayo ni magendo, na baada ya training hii tumegundua ya kwamba tunapoteza wakati wetu kwa muda mwingi, tunapoteza fedha zetu, na tukiwa na the right documents tutaweza kufanya biashara vyema na itakuwa bora kwa manufaa yetu na hata kwa serikali yetu ya Kenya kwa ajili ya ushuru. Wafanya biashara wanaotegemea njia za mkato wamehimizwa kuwa na stakabadhi kamilifu na kukumbatia mazoea ya kupitisha bidhaa zao katika ofisi za mpakani ili zikaguliwe na kuepuka magendo. Bado ninazidi tu kuomba wafanye biashara wetu kupita kwa customs na kudiklea bidhaa zako sio, sio udhambi. Ni njia mzuri pia ya kujua kwamba kuna zile vitu tunapita njia ya mkato, lakini haufai hata kulipa ushuru. Tunataka kutoka kwa watu wanafanya magendo, tuende kwa watu ambao wanafanya biashara halali kwa sababu biashara halali ina inanufaisha kaunti yetu, inanufaisha serikali. Mbali na kilimo na mauzo, wafanyabiashara hao wamefunzwa namna ya kupakia bidhaa zao asili, salama kwa matumizi ya binadamu. Jane Cherotich, Runinga ya Citizen, Busia Kutoka.